Ripoti kutoka uwanja wa KMC Complex ambapo tulikuja kushuhudia mchezo wa ligi kuu uh, kati ya Young Africans dhidi ya Coastal Union. Mchezo ambao umetamatika kwa Young Africans kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri. Siku ambayo na namuona hapa uwanja wa KMC wananchi ametinga shati. Niko na Tina Yanga tuzungumze naye atuambie hisia zimekuaje baada ya kuibuka wa na ushindi wa goli moja kwa sifuri Bwana goli magoli mbona machache? Kwa sababu kwasababu toka walikotoka walikuja na mpango mzuri, mpango wao umetiki, wa kupoteza muda wakujilaza, sababu za msingi refa, na pia alikuwa upande wao, kwa sababu wamepoteza wa wa dakika nyingi, lakini ajabu zinakuja dakika mbili za nyongeza tena, yani, hata tata zimesha vipi? Tunaambiwa mpira umekwisha, ila game waloitumia basi imewasaidia kufungwa goli moja. Siku kama mlinadi sana hivi lakini ushindi umekuwa mdogo. imetuma sana imetuma sana, tujapenda kwa kweli eh? <laughs> hatujapenda hatujapenda e, hatujapenda kwa sababu tulitegemea tufunge magoli mengi, lakini hata hivyo si mimi, nawashukuru wachezaji wangu. Alhamdulillah, tumepata matokeo ya pointi tatu, kwa sababu tuna game ngumu ya tarehe kumi ambayo tunaenda kukutana na Azam. Kwa hiyo hayo tuliopata, cha muhimu ni pointi tatu, tumezipata basi. Tunamshukuru Mungu kwa hicho tulichokipata. Tunawashukuru sana, wamepambana ujiandae kwa mchezo ujao ambao ni tarehe kumi pale Chamazi. Mashati imefana haijafana? Imelipa kwa sababu tumetoka na pointi tatu. Goli moja ndio linaweka mimba, linatufanya sisi tunazaliwa. Hii kazi yake imeisha leo, mm. tunasubiria siku nyingine tena, tutakuja na idea gani <tabana> nyingine. nyingine ili mchezo ufane Tumenjoi, ila ndio hivyo. Mimi sijapenda, eh Pakome ameshinda na nimefurahi kwa sababu amekuwa mchezaji bora, lakini game plan walikuja nao kostuyani wamefanya hatujaona bila tunaoutaka bwana. Shukrani sana, poa.